Hata hawa viongozi wenzangu wa kutoka hapa kwenu wa chama ya Wiper, mtu umechaguliwa tam moja tam ya pili, yaani ukitoa elfu tano ukuje usaidia hawa watu wataishiwa kweli? Ni kukosa ama ni uchoyo? Si ni uchoyo, eh? Ndio maana unaona wakiita mkutano, ati mkutano ni ya kupiga story ya kusema, oh, huyu sijui you must go, huyu tutafukuza 2027. Nini itafanyika kabla ya 2027 Kwani hakuna kuishi leo? Si lazima watu wakule siku ya leo? Hata Biblia inatuambia utupatie mkate wetu wa siku gani? Inasema siku ya 2027? Si nasema mkate wa siku ya leo. Sasa watu wanatuambia nini kila siku? Oh, 2027, hii hii. Yani hawa wameshiba, wanaishi vizuri, wako na pesa, lakini kutoa kwa mwananchi wa kawaida, kumfanyia harambee tu, mama ainuke kwa biashara yake Kijana wa bodaboda awache kuwa mtu wa squad, anunue pikipiki yake, wanaona ni kitu gumu sana. Sisi tunaambia hawa viongozi wachoyo, hiyo ukora yenu ikome.